Sehemu ya kwanza. Kulikuwa na kijana mmoja aliyeitwa Amani, mtu wa mwili wa kawaida, lakini mwenye moyo uliojaa huruma isiyoisha. Hakuwa na mji wa kudumu. Kila mahali alipohitajiwa alienda. Hakuwahi kudai malipo. Msaada wake ulikuwa zawadi ya moyo wake kwa walioteseka. Ilisemekana alizaliwa kati ya milima mitatu ya Lebwa, lakini hakuishi huko muda mrefu. Alianza safari yake akiwa na miaka 21 tu. Siku moja alifika kwenye kijiji cha Kiganza, mahali pa ukame, woga na vifo vya ghafla. Kila mtu alionekana mwenye hofu. Usiku ulileta mioto kwenye vilima vya mashariki, moto wa ajabu ambao uliunguza mashamba kwa haraka, lakini haukuwa wa kawaida wakazi walisema moto huo haukuwa wa dunia hii. Ulikuwa ukiongozwa na sauti ya mwanamke aliyelia usiku wa manane, sauti isiyoonekana lakini yenye kuamrisha moto kugeuka kuwa mnyama. Amani, akiwa na mkoba wake mdogo wenye vifaa vya kawaida, alichunguza, akagundua kuwa moto huo ulitokea kutoka kwenye mlango wa mashariki, pango refu lililojaa ishara za kale za wazamani, watu waliotoweka miaka mingi iliyopita. Hapo ndipo Amani alipoanza safari yake ya kwanza ya hatari, kuingia ndani ya mlango huo akiwa na fuvu la taa, maji matakatifu na kitabu cha zamani cha maneno ya ulinzi. Ndani alipambana na kivuli cha moto kilichokuwa kikitafuta kisasi kwa waliowahi kufunga mlango huo miaka mingi iliyopita. Kivuli hicho hakikumwona kama adui, bali mrithi wa wale waliovunja ahadi. Amani alilazimika kuzungumza na kivuli hicho, kukikumbusha dhamani ya msamaha na kutumia maji matakatifu kuzima hasira ya kale. Baada ya saa kadhaa, mlango ulitulizwa, moto ukazimika, na kijiji kikaweza kulala bila hofu kwa mara ya kwanza baada ya miaka kumi. Wazee wa kijiji walitaka amani abaki, wamwite mkuu wao lakini asubuhi yake alipokosekana, walikuta tu maandishi kwenye jiwe karibu na bustani: msamaha hufunga moto kuliko maji. Mnapouona mwanga wa haki, mwachieni Mwokozi apite. Amani. Je, nini kitaendelea? Usikose sehemu ya mbili.